Ufunuo kwa Mtume Muhammad. Ufunuo wa kwanza wa Allah katika Qurani ni sura ya tisini na sita aya ya kwanza mpaka aya ya tano kwa kupitia malaika Jibrilu kwenda kwa Muhammad, nao ulikuwa neno ikra linalomaanisha soma. Kwa kuwa yeye alikuwa hajui kusoma wala kuandika, naye alijibu, siwezi kusoma. Huu ufunuo wa kwanza ulitabiriwa katika Isaya sura ya 29 msitari wa 12. Kisha chuo hiki apewa mtu asiye na maarifa akaambiwa Kisome hicho tafadhali, akasema sina maarifa mimi. Aya za Kurani hazikufunuliwa kwa mpangilio kama uliopo katika Kurani. Kwa ibara nyingine, kifungu cha kwanza kufunuliwa si cha ukurasa wa kwanza na kifungu cha mwisho kufunuliwa si ukurasa wa mwisho. Hiyo ni kuwa ufunuo huu umekuja kidogo kidogo na ulikuwa unaingizwa kwenye mpangilio maalumu katika Kurani kama ulivyopangwa na Allah. Hili nalo limetajwa na Isaya sura ya 28 mstari wa 10 mpaka 11. Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo la bali. Kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa. Lugha nyingine hapa ina maana lugha nyingine siyo Kiebrania wala Kiarama bali ni Kiarabu. Waislamu wa dunia nzima wanatumia lugha moja, Kiarabu, katika kumwabudu Mungu wao katika swala zao, hija na maamkizi yao wao kwa wao umoja huu wa kilugha pia ulitabiriwa katika Sefania sura ya tatu. Yoshua sura ya tatu msitari wa tisa maana hapo ndipo nitakapowarudisha mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana wamtumikie kwa nia moja. Ukweli umekwisha kuja kwa Kiarabu, lakini baadhi ya watu wanatarajia Mtume Yesu kuwa huenda atafundisha wanadamu wa mwabudu Allah kwa lugha moja pale atakapokuja kwa mara ya pili. Sisi Waislamu tuna hakika kuwa Mtume Yesu katika ujio wake wa mara ya pili atawaunganisha Waislamu misikitini mwao, kwani yeye ni kama Muislamu mwingine, ametahiriwa, hali nguruwe, na anaswali akiwa na udhu, na kuwa naye anasimama kurukuu, kwa maana kuinama kwa unyenyekevu na kusujudu wakati wa swala zake.